Kwa majina naitwa Sista Sara Deogratius, sista wa shirika la Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, jimbo Katoliki la Bukoba. Ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani na pia ni mganga mpawivi wa hospitali ya Kardinali Rugambwa. Leo ni siku ya pekee sana kwetu wanajimbo kuu la Dar es Salaam, na kwa namna ya pekee wafanyakazi na wote ambao wanapata huduma kwetu, ambapo tunafanya uzinduzi wa maadhimisho ya miaka arobaini tangu hospitali yetu kuanza. Kwa hivyo nitatoa utangulizi na mambo kadha wa kadha ambayo yanatufanya leo hii tuje hapa mbele ya umma, mbele ya watu ili kuweza kumshukuru Mungu kwa yote ambayo ametujalia ndani ya miaka 40 tangu hospitali yetu kuanza. Na ilianzishwa mwaka 1986 na leo ni mwaka 2026, na hivyo ni miaka 40. Utangulizi, hospitali ya Kardinal Rugambwa ni hospitali inayomilikiwa na jimbo kuu katoliki la Dar es Salaam. Hospitali hii ipo maeneo ya Ukonga katika jiji la Dar es Salaam. Ilianzishwa mnamo mwaka 1986 kama zahanati ndogo tu iliyojulikana kama Ukonga Dispensary na baadaye ikawa Ukonga Maternity baada ya kuanza huduma za uzazi, yenye malengo ya kutoa huduma bora za afya kwa wakazi wa maeneo ya pembezoni mwa mji kutokana na kukosekana kwa huduma zenye ubora uliokuwa ukihitajika kwa wakati huo. Tangu kuanzishwa kwake, imeweza kujipambanua kwa huduma zake bora zinazotolewa chini ya uangalizi na usimamizi wa masista wa shirika la mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu kutoka jimbo katoliki la Bukoba ambao walikabidhiwa kuiongoza na kuisimamia ili kuweza kutoa huduma bora. Hospitali hii ilipewa jina la Kadinali Rugambwa mwaka elfu mbili na tano ilipopandishwa hadhi ya kuwa hospitali katika ngazi ya wilaya kwa ajili ya kuenzi kazi nzuri ya askofu mkuu wa kwanza mzalendo wa jimbo kuu la Dar es Salaam na mwanzilishi wa hospitali hii na pia alikuwa kardinali wa kwanza wa Afrika. Kwa hivyo ikapewa jina hilo kwa heshima ya, ya hayati mwadhama kardinali Laurian Rugambwa. Tangu kuanzishwa kwake hospitali ya Kardinal Rugambwa imeendelea kukua na kuongeza huduma licha ya changamoto mbalimbali mbali, inazokutana nazo katika kuhakikisha kuwa huduma zinatolewa zinawafikia watu wa namna zote bila kubagua na miundo mbinu inakuwa rafiki kwa watu wote. Basi maboresho mbalimbali yameendelea kufanyika katika hospitali ikiwepo upanuzi wa huduma mbalimbali, mfano ukarabati wa majengo ya tangu 1986 kuongeza huduma mbalimbali ambapo kwa sasa kuna madaktari bingwa na huduma mbalimbali za kibingwa, mfano daktari, madaktari bingwa watoto, wa kina mama, wa njia za mikojo, wa moyo, figo, mifupa, upasuaji mbalimbali, na pia wataalamu uh, wenye ubingwa katika kuwahudumia watoto wenye ulemavu vile vile tumeongeza vifaa mbalimbali vya kisasa vya uchunguzi na maabara. Pia hivi vyote vikaiwezesha hospitali kukua na kupanda hadhi ambapo mwaka ishirini ishirini na mbili hospitali yetu ilipanda hadhi na kuwa hospitali ya rufaa ya mkoa na mwaka ishirini ishirini na tatu hospitali yetu imeweza kutoa huduma bora na tukapata ngazi ya juu sana katika ukaguzi yaani tukapata level 5 ya safe care. Kwa hivyo tangu 1986 hadi mwaka huu 2026, yaani miaka 40 tumehudumia watu mbalimbali mbali, toka ndani na nje ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Hospitali yetu inatoa huduma kwa watu wote bila kujali itikadi za dini au kabila. Mpaka sasa hospitali wetu imeweza kutoa huduma kwa watu zaidi ya milioni tatu elfu tisini na mbili mia saba kumi na mbili ambapo katika mrejesho mbalimbali tunazopokea wakinamama wanafurahishwa na huduma zetu za kujifungua, huduma za magonjwa, wagonjwa wa nje na wagonjwa wa kulazwa. Hivyo leo tunafurahia sana matunda ya hospitali yetu na pia kumwenzi mwanzilishi Kardinali Laureani Rugambwa. Na lengo la mwaka huu la maadhimisho haya ya miaka 40 tumelenga kujenga jengo la huduma ya mama na mtoto, ambapo tumedhamiria kupitia wadau mbalimbali wanaoipenda hospitali na wanaoitumia na sisi tunaoiongoza kukusanya kiasi cha bilioni moja kama sehemu ya ujenzi wote wa jengo tunalotarajia kujenga na tunafanya hivi kama kumbukumbu kumbu ya miaka arobaini ya huduma zetu, lakini pia kumwenzi na kumpa heshima anayostahili mwazilishi wa hospitali yetu hayati Kardinal Raulian Rugambwa. Lakini pia katika maadhimisho haya ya miaka 40 tunalenga kuwakutanisha watoto wote waliozaliwa katika hospitali hii tangu mwaka huo wa 1986 hadi sasa, ili kufahamiana, lakini pia na wao kuitembelea hospitali wakishuhudia makuu ya Mungu ambayo ametutendea na vile vile kuiwezesha kadiri itakavyowezekana. Hivyo tunaomba wote mnaotusikiliza, mlioko ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, mliyoko ndani ya nchi yetu ya Tanzania na wengine walioko nje ya nchi ya Tanzania, tunaomba mtuunge mkono katika kuendelea kuboresha huduma ya hospitali yetu ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi ndani na nje ya nchi. Aidha, tunawashukuru wadau mbalimbali mbali, kwa namna ya pekee Jimbo Kuu la Dar es Salaam ambao ndio wamiliki, serikali na kwa namna ya pekee Wizara ya Afya ambayo inatutembelea na kutupa miongozo mbalimbali ya afya, pia wadau mbalimbali mbali na watu wote ambao wanaendelea kutuamini na kuja kupata huduma zetu. Kwa kusema hayo, naomba niendelee kusema asanteni kwa wote ambao mnaitumia huduma katika hospitali ya Kardinal Rugambwa. Lakini pia tuwaalike, kilele cha maadhimisho kitafanyika mwezi wa saba tarehe tisa. Lakini kabla ya maadhimisho kutakuwa na vipindi mbalimbali au kazi mbalimbali ambazo tutazifanya kwa lengo hilo hilo la kuadhimisha miaka arobaini, ikiwepo kufanya huduma katika jamii, ambapo watu watapimwa bure ili waweze kujua afya zao. Lakini pia kama nilivyosema awali kwamba tunaomba kutuwezesha michango ya ujenzi wa hilo jengo tutawakaribisha katika kutoa michango mbalimbali, kila mmoja sehemu alipo. Kuna akaunti ya Mkombozi, kuna akaunti ya CRDB, kuna alipa namba mtandao wa Vodacom, ambao wale wote wenye mapenzi mema wanaowiwa kutuunga mkono wanakaribishwa kutuchangia. Asanteni sana. Hapa mbele yenu ni baadhi ya wafanyakazi wa Kardinali Rugambwa ambao kwa pamoja tunawaalika kushirikiana nasi ili kuweza kumshukuru Mungu kwa huduma hii tunayoitoa, lakini vile vile kuwaomba kutuunga mkono katika kazi hii muhimu. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki mm. ni watu ambao wametibiwa katika kipindi cha tangu hospitali kuanzishwa mpaka sasa. Kuna changamoto gani kubwa ambazo mlikuwa mkikutana nazo tangu hospitali imeanzishwa mpaka leo? kwa kwa swali zuri, maana kwenye mafanikio hazikosi changamoto changamoto ambazo tumekuwa tukikutana nazo ni hasa kwa watu ambao walikuwa wakija kupata huduma za afya ambao hawana bima za afya. Wananchi ambao hawana bima za afya tumekuwa tukipata changamoto kwa sababu, uh, wengi unakuta hawana pesa, ambao hawana bima za afya, so inakuwa changamoto sana katika kuwapa huduma, lakini hata hivyo sisi kama hospitali ya dini tunajitahidi sana, hakuna mtu anayekosa huduma licha ya kwamba hana hana fedha. Kwa hiyo tunashirikiana vizuri na jamii, na hivyo wanapokuja basi tunawahudumia kwanza na baadaye kuwahamasisha kuchangia, kwa sababu huwezi ukatoa bure kama upokei bure. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ya kwanza, lakini vile vile naweza nikasema kwamba tuna changamoto ambayo tumeileta kama ya ujenzi wa hilo jengo na changa. Naisema ni changamoto kwa sababu ya ongezeko kubwa la wagonjwa ambao wametuamini na wanakuja kwetu. Kwa hivyo tunalazimika kwa haraka kuongeza miundo mbinu ikiwepo jengo hilo ambalo nimeisema ambapo nimewaomba wadau mbalimbali kushirikiana nasi ili kuhakikisha kwamba wale wanaotuamini na kuja kwetu basi wanapata sehemu nzuri kadiri wanavyohitaji. Asante. Kwa majina, anaitwa Honest Anton ni katibu wa hospitali ya Rugambwa. Kama alivyotangulia kuzungumza mkurugenzi wa hospitali Sister Dr. Sara, mwaka huu wa 2026 ndio mwaka ambao tutaenda kufanya maadhimisho ya miaka arobaini tangu kuanzishwa kwa hospitali hii na mafanikio tulio nao ni makubwa, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na tunashukuru pia na wadau wote, pamoja na utumiaji wa huduma katika taasisi yetu, kwamba wameendelea kutuamini na wameendelea pia kupata huduma zetu kadi ya kadiri ya siku zinavyokwenda. Changamoto hazikosekani, lakini basi tunapokuwa tumegundua changamoto hizo ambazo tunaelekezwa na wateja wetu kwa maoni yao ya upataji wa huduma hapa, basi tunazifanyia kazi kwa wakati, na wagonjwa wanaendelea kuridhika na huduma hizo wanaendelea kutuamini na sisi pia tunaendelea kuihamasisha jamii pamoja na watoaji pia wa huduma katika taasisi mbalimbali, basi waendelee nao wa kutoa huduma bora kama ambavyo na sisi pia tunatoa huduma bora hizo kwa ajili ya kuwahudumia wananchi, ambao sisi pia tunaweza tukaugua siku moja au nyingine. Kwao ni bora tukatoa huduma ambazo ni nzuri, ili pia wagonjwa hawa ama wateja hawa waendelee kutuamini. Lakini pia kwa wale ambao hawana bima za afya naiasa ama tunaiomba pia jamii kwa wale ambao wanaweza kupata bima za afya, ni vizuri wakapata bima za afya ili pia ziwawezeshe kufikia hizi huduma za afya kwa urahisi zaidi, na kutokana na zile changamoto za kupata huduma ukiwa una fedha mfukoni, ambao pia inaweza kukupelekea kufika katika hospitali ama kufika katika kituo cha afya. Kwao basi, tunawashukuru pia na wadau mbalimbali, kwa Wizara ya Afya, wa jitihada mbalimbali ambazo pia wanaendelea kufanya kwa kutoa mafunzo mbalimbali, na wadau wengine pia ambao wametuwezesha kufika hapa tulipofika ili tuendelee kusonga mbele zaidi. Tunashukuru sana waandishi wa habari pia kwa kufika na kuja kwa pamoja nasi kwao, na kwa sisi pia tunaahidi jamii kwamba tutaendelea kutoa huduma bora zaidi. Tunashukuru sana mimi. Naitwa Victoria Mkata, nimezaliwa hapa hospitali ya Rugambwa elfu mbili na sita. Pia wanatoa huduma nzuri kwa wagonjwa, pia wametoa fomu ya kusaini ili kupata ushirika mzuri kwenye hospitali na kujiunga na komuniti ya hapa. Pia naomba wengine waliozaliwa hapa kusaini hizo fom, kwa ajili ya kuwa na ushirika kwa na hospitali ina ina inaofana kaandao kijamii inapatikana hizo fomu, ndio maana sikutaka kuzitaja yeah. wadau mbalimbali na watu wenye mapenzi mema Watakaouiwa kutuchangia wanaweza kutumia benki ya Mkombozi, akaunti namba 00111 5459 85 01 au CRDB bank account namba 01 J 20 94 31 16 00 au lipa namba, mtandao wa Vodacom namba 55 39 moja, anniversary of healing, hope, and. Kwa majina anaitwa Grace Didas, ni mfanyakazi wa Kardinal Rugambwa Hospital lakini kwa namna ya kipekee ni mwenyekiti wa kamati kuu ya sherehe za miaka 40 ya Kardinali Rugambwa hospitali yetu, taasisi yetu pendwa, tangu kuanzishwa mwaka 1986. Tunapoelekea kumbukizi hizi za miaka 40 tangu hospitali yetu kuanzishwa kama hospitali, kuna baadhi ya matukio tumeandaa ambayo yatalenga zaidi kuinyunuisha hospitali yetu pamoja na jamii inayoizunguka lakini kwa namna moja ama nyingine watu wote ambao tunawatolea huduma na kuwajali kama moja ya jamii ambayo inatuzunguka katika kila siku zaa. Katika kumbukizi hizi za miaka 40 tangu hospitali yetu kuanzishwa kama hospitali, kumekuwa kuna baadhi ya matukio ambayo tumeyapanga, ili kuweza kutusaidia sisi kujumuika pamoja na jamii yetu na watu wote wote ambao tunawasaidia na kuwatibwa katika kila siku ni pamoja kutoka kuna matukio matatu ambayo kwa namna ya kipekee tumeandaa ili kukuza huduma zetu, lakini pia kuigusa jamii inayotuzunguka kwa namna moja ama nyingine hususan katika sekta ya afya. Na matukio haya ni pamoja na medical camp, medical outreach, lakini like pia na medical screening, ambavyo vyote hivi vitafanyika vikilenga katika upimaji wa afya, ikiwemo sana sana kwa ni magonjwa haya tumeona ni hatarishi zaidi na ndio yanayokumba jamii yetu katika karne hii ya yes, sasa hivyo basi, tungependa kuwakaribisha wananchi wote kwa ujumla, wadau na watu wote ambao wanaridhika na kunufaika na husna huduma zetu katika hospitali yetu, ili hili sote tukaribishe lengo la kutengeneza jamii yenye afya bora lakini bata, pia yenye mwanga zunguka ili tukamilishe lengo letu, sisi kama watoaji wa huduma za afya na kusaidia jamii yetu kukua katika mazingira salama, lakini pia yaliyonazaliwa yaliyo katika afya bora na yanayotusaidia sisi kama wananchi kuendelea na shughuli zetu za kila siku. Kuna Google Form ambayo imeandaliwa ambayo itakuwa inasambaa katika mitandao yetu ya kijamii, akaunti zetu za Instagram, LinkedIn, na Google Form hii italenga sana kukusanya taarifa za wagonjwa wote na wanufaika wote wa huduma zetu tangu hospitali ianzishwe mpaka sasa. Tunapenda kuwakaribisha katika taasisi yetu, tunawapenda sana jamii yetu, na Mungu awabariki.